Mi ukiniuzi nakuambia hapo hapo, ngoni. Okay. Umezingua, sijapenda hiki na hiki imeishia. Hey. Hapo kupiga story kishaniambia, ukishaniambia inakuwa imeisha. Imeisha, mimi nikuweke moyoni, mimi na mambo mengi kweli, mliwenyewe psangapaa hakuna kuishi tena. Pale unaposikia habari mbaya zinazokuhusu wewe u unazipokeaje? Kwanza na tabia ya kukubali Okay. E, unajua. Hey, unajua kuna muda hmm, unaweza ukapitia jambo kwa kutana na hmm, kitu sa ndo kisha kupata unafanyaje? Mtu wako wa karibu kabisa ukigundua amehusika katika kueneza kitu kibaya au taarifa mbaya ama taarifa isiyo ya kweli hua unafanyaje? simuulizi chochote. Atajuaje sasa? Atajua tu kama nimejua, kwa sababu kuna namna nitampunguza, ah.